Ikumbuke kwamba ni Juni mbili mwaka elfu mbili na ishirini na tano ama tarehe mbili mwezi wa sita mwaka elfu mbili na ishirini na tano ni tarehe ambayo ilitarajiwa na Watanzania wengi, Wanaafrika Mashariki wengi na duniani kote kwa ujumla kusikiliza ama kuona nini kitafanyika katika uh, kesi inayomkabiri mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo, Chadema, Mheshimiwa Tundu Antipas Lissu. Katika maoni mbalimbali yaliyokuwa umetolewa hivi karibuni, kutokana na wananchi wengi kuvutiwa na kesi hiyo kutaka kusikiliza, lakini ukumbi wa mahakama kuwa mdogo, Mahakama ya Tanzania imeamua kutoa fursa ya watu wengine kusikiliza kesi hiyo ama kufuatilia kesi hiyo. Lakini ikumbukwe kwamba baada ya mashauri ambayo yaliwasilishwa hivi karibuni na ndugu yetu Tundu Lissu kufika katika mahakama ya hakimu mkazi Kisutu jijini Dar es Salaam na kusomewa mashtaka yake, wakili msomi Boniface Anyisire Mwabukusi ambaye pia ni Rais wa chama cha mawakili Tanganyika alitoa maoni yake kadhaa katika ukurasa wake wa Facebook, akieleza kwamba kutokana na hamasa ya wananchi wengi kuhitaji kusikiliza kesi hiyo, basi ingekuwa ni vyema kesi hiyo ingerushwa katika vyombo mbalimbali vya habari, yaani vikawa live ama mubashara. Muda huu tumepata taarifa kutoka katika vyanzo uh, vyetu mbalimbali kwamba kesho ama leo tarehe mbili mwezi wa sita mwaka elfu mbili na ishirini na tano mahakama hiyo itarusha live kesi hiyo ya Bwana Tundu Antipasirisu. Taarifa hii imeandikwa kwamba taarifa kwa umma tarehe moja Juni mwaka elfu mbili na ishirini na tano Dodoma, Tanzania, ikisema mahakama ya Tanzania inapenda kuwatangazia umma kwamba shauri la jinai namba mia nane sita sifuri sita mkwaju mbili, sifuri, mbili, tano na shauri namba mia nane sita sifuri saba mkwaju elfu mbili na ishirini na tano kati ya jamhuri na Tundu Antipas Lissu ambayo yamepangwa kutajwa na kusikilizwa hapo kesho, yaani leo Jumatatu, tarehe 2 Juni mwaka 2025 katika mahakama ya hakimu mkazi Dar es Salaam Kisutu, pamoja na mambo mengine, na kwamba mshtakiwa atafikishwa mahakamani lakini mwenendo wote wa mashauri hayo utarushwa live ama mubashara. Lengo la mahakama kurusha mubashara matangazo ya mwenendo wa mashtaka hayo ni kuwawezesha wananchi popote pale walipo na ambao wanapenda kufuatilia mwenendo wa mashauri, kuweza kufuatilia bila kuwa na ulazima wa kufika mahakamani. Aidha, hatua hii ni sehemu ya utekelezaji wa mpango mkakati wa mahakama ya Tanzania ambao unalenga kuimarisha uwazi, uwajibikaji na matumizi ya teknolojia katika huduma ya utoaji haki. Taarifa hii inaendelea kwa kusema naomba ufahamu kuwa mahakama ya wazi katika mahakama ya hakimu mkazi Dar es Salaam Kisutu ni ndogo ikiwa na uwezo wa kuchukua watu 80 tu. Kwa uwezo huo imekubalika watakaoingia ni mawakili wa serikali na watu wengine kumi tu, mawakili wa utetezi na watu wengine 60 na waandishi wa habari katika mahakama hiyo ambao pia watakuwa kumi tu. Aidha, ikumbukwe kwamba mahakama hiyo inatumiwa na mahakimu wa kazi zaidi ya kumi ambao watakuwa wanaendesha mashauri mbalimbali mbali katika mahakama hiyo, hivyo tunashauri na kusisitiza wananchi wote wenye nia ya kufuatilia mashauri hayo wafuatilie akaunti ya Mahakama kupitia kiungo kitakachowasilishwa kabla ya mashauri kuanza. Taarifa hii kabla haijamalizika, inasema kwamba mahakama inawahakikishia umma na Watanzania wote kuwa itaendelea kutoa haki kwa uwazi, kwa wakati na kwa wote tunawahimiza wananchi wote kuendelea kushirikiana na mahakama katika kujenga mfumo wa utoaji haki unaozingatia misingi ya kikatiba, sheria na kanuni na miongozo mbalimbali. Kiungo cha matangazo hayo mubashara kitapatikana kabla ya saa mbili na dakika 30 asubuhi tarehe 2 Juni mwaka 2025 kupitia kurasa ama akaunti rasmi za Mahakama ya Tanzania katika mtandao ya kijamii na tovuti ya Mahakama www.judiciary.go.tz kabla ya mashauri kuanza. Aidha, watakaohudhuria mahakamani, tunawasisitiza kuchukua tahadhari zote za magonjwa ya mlipuko kama taarifa kwa umma iliyotolewa na Wizara ya Afya tarehe 20 Mei mwaka 2025 inavyoeleza. Tangazo hili limesainiwa na chami Gerard Julius, mkuu wa kitengo cha habari, elimu na mawasiliano, mahakama ya Tanzania. Mtazamaji, hivyo leo kutakuwa na masuala ya mubashara kutokana na kesi ya Bwana Tundu Antipas Lissu. Karibu kwa mtazamo wako, na hii ni taarifa kutoka uh, mahakama ya Tanzania ambayo imetolewa kutoka huko Dodoma, tarehe hii moja, tarehe moja, Juni mwaka 2025. Karibu kwa maoni yako.